Wanafunzi wawili wamepoteza maisha huku wengine wawili wakilazwa katika hospitali kuu ya Kenyatta baada ya kifaa cha ujenzi kuanguka kutoka nyumba moja karibu na shule ya Emmanuel New Life Academy katika eneo la Kayole jijini Nairobi. Mama Abel na Dominic Nyakako ni wakazi wa eneo hilo waliotoa maelezo kuhusu kilichotokea watoto wayuko shule nikaenda mahali mawe imeanguka nimepata tu imeanguka hapo ni plot jirani imeangukia watoto wakinawa mikono kwa hiyo shule There were four. Uh, first they were rushed uh, to a nearby dispensary but they were later referred to Mama Lucy whereby uh, the upon arrival uh, two of them were pronounced dead uh, two of them as we speak have been transferred Wakazi wa Kayole wameelezea kughadhabishwa na tukio hilo, wakitaka hatua kali za kisheria kuchukuliwa dhidi ya waliohusika wa katika ujenzi wa nyumba hiyo. Mimi ni jirani hapo, na tunaashiria ya kujua mwenye nyumba ni nani, na tujue kwa nini aliweka hizo mawe zimehang na. Secondly, tungesaka kujua injinia wa hii nyumba alikuwa nani. Wazazi na wanafunzi walioathirika wameachwa na majonzi makubwa wakisubiri taarifa kamili kutoka kwa shule na idara husika za usalama. Nikiripoti moja kwa moja kutoka jiji kuu la Nairobi. Mimi ni John Lebumke.